Mwaza mwalimu, si familia yetu masikini, mwalimu, kila anachofanya akiendi. Saa inakuja ambayo mungu atakusaidia si tu kutokana na bidii yako. Mungu atakusaidia kutokana na kusudi la yeye kukuumba. Saa inakuja mungu atakusaidia sio tu kutokana na historia yako, lakini mungu atakusaidia kwa sababu ya mapenzi yake na kusudi lake. Mungu akukuleta duniani akusaidie kutokana na historia ya ukoo. Kama historia ya ukoo ingekuwa inaamua maisha, mi nisingekuwa mhubiri kama historia ya ukoo ingekuwa inaamua maisha, Magufuli asingekuwa rahisi. Kama historia ya ukoo ingekuwa inaamua vitu vikubwa, kuna watu wasingekuwepo. Tunatembea na historia ya kazi ya msalaba, tunatembea na historia ya uweza wa Mungu mwenyewe. Kwa naposema ushindi dhidi ya vita ya watu wakuu, nazungumza na wewe ambaye Mungu akikwambia, unasema Mungu, mi ni mtoto mdogo. Mungu, mi ni dhaifu sana kwa jinsi ya mwili, wenye dhaifu lakini kwa jinsi ya roho, kesho yake sio kama ya leo.